Ewe Mkristo, nikukumbushe kuwa wewe ni kiumbe mpya, umefanywa kuwa kiumbe kipya kwa njia ya ubatizo wako, ubatizo ambao umekupa hadhi ya kuzaliwa mara ya pili, ya kubainika kama mtoto wa Mungu, ya kubainika kama ndugu yake Kristo, ya kubainika kama hekalu au makao ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ewe Mkristo, unapaswa kujithamini, unapaswa kujiheshimu, unapaswa kujitunza, unapaswa kujijali. Baada ya ubatizo wako, hupaswi tena kuishi kiholela, hupaswi tena kujiruhusu kuwa karakana ya Shetani. Lakini hilo linahitaji maamuzi, linahitaji maamuzi ambayo kwayo unaachana na mambo ya kale, unaachana na mambo ya aibu unaachana na mambo ya giza.